Kwa majina anaitwa Rashid Rashid, ni mkuu wa kitengo cha CRDB Al Barakah Banking. Hiki ni kitengo kinachotoa huduma zinazofuata misingi ya sharia. CRDB Bank ni benki ya kizalendo, benki ambayo inasikiliza wateja na ndio benki kubwa zaidi Tanzania. Sasa ilikuwa inaonekana dhahiri kwamba kuna Watanzania wengi ambao walikuwa wanakosa huduma au wanashindwa kushiriki kikamilifu kwenye huduma za kifedha kutokana na imani yao, kwa sababu kutokana na imani ya Kiislamu kuna mambo au vitu kama riba ambavyo haviruhusiwi muislamu kujihusisha navyo. Sasa benki zetu nyingi za kawaida, hii banking system ya, ya conventional inaenda kwenye mfumo wa riba, kwa hiyo walio wengi walikuwa wanakosa kujihusisha kibenki uh, kikamilifu, au wanakuwa ndani ya benki na wanajihusisha na mabenki ikiwemo CRDB, lakini wakiwa wananung'unika, kwa sababu wanajua kabisa kwamba kuna imani yao kwa namna moja au nyingine pale haiko sahihi. Kwa hiyo CRDB kwa, si kwa ajili ya kuzingatia ujumuishi wa kifedha na kuchochea, maanake unataka kila Mtanzania awe na haki ziko vizuri, ukaamua kuanzisha huduma hizi za Islamic benki. Hii Islamic benki imepokelewa vizuri sana, tuna wateja zaidi ya laki tatu mpaka hapa tunavoongea ambao wamejiunga na CRDB Al Barakah Bank na tumeshafanya uwezeshaji wa zaidi ya bilioni au hela za Kitanzania bilioni mia mbili. Kwa hiyo hii inaashiria nini kwa ujumla yake? Inaashiria pia kwamba kulikuwa na uhitaji wa huduma hizi za fedha na tumeweza kutoa mchango mzuri sana kwa Tanzania na taifa letu. Tumeanza Tanzania na tumeona kwamba inakuwa vizuri sana, tunaendeleza, tunakuja na huduma zingine. Kwa mfano, tuko kwenye mikakati ya kuleta hatifungani zinazofuata misingi ya sheria zinazojulikana kama sukuk, ambayo itawezesha wale ambao pia wangependa kuwekeza lakini kufatisha misingi ya sheria inayoendana na imani yao, pia watapata nafasi ya kufanya hivi kutokana na mafanikio tunayoona hapa. Tuna tuko katika mikakati pia ya kuweza kuanzisha huduma hizi Burundi, lakini pia DRC katika miaka ijayo. Tuishie hapo CRDB, kama CRDB hivi karibuni tumepata Uh, leseni ya kuweka uwakilishi Dubai. Kwa hiyo kwa uwepo wa, wa ofisi hii ya CRDB pale ya, ya uwakilishi, maana yake ni kwamba moja kwa moja kitengo cha Islamic Banking na chenyewe kitafaidika, yaani huduma zetu zitapanuka. Kwanza tutaweza kujiunganisha na mabenki mengi yaliyoko kule ambayo tayari yanatoa huduma hizi, kwa hiyo tutapata upeo wa kujifunza na kuleta zile first class services za Islamic Banking hapa Tanzania lakini zaidi ya hapo, tutaweza pia kuunganisha wateja wa kule wanaotaka kufanya kazi Tanzania au kufanya biashara, ambao na wao wangependa kuwa wanatoa huduma zinazofuata misingi ya sharia, na ukizingatia kwamba Dubai ni kitovu cha masuala ya fedha na pia pale pale Islamic Banking iko juu sana ina maana hapa kuna uwezekano mkubwa na ni malengo yetu kwamba Islamic Banking pia itaweza kukua kwa kiasi kikubwa sana. Kwenye Islamic finance, sio swala la uwezeshaji tu, kuna maswala ya insurance pia yanayofuata misingi ya sheria. Mwaka jana mwanzoni, tulifanikisha kuanzisha huduma zinazofuata misingi ya sheria za maswala ya bima kujiunga na ZIC takafu ambayo tunafanya kazi nayo kwa karibu ya kwa ajili ya kutoa huduma hizi kwa kupitia dirisha letu la CRDB Al Barakah Bank.